kwa majina naitwa Ambura Mara wa Kishamuli, ni mkazi wa kijiji cha Nyabange, kata ya Nyankanga, wilaya ya Butiama, mkoa wa Mara. Nipo hapa kwa ajili ya kuelezea tukio la ajali iliyotokea mnamo tarehe tano mwezi wa 4, 2025 majira ya saa 12 na dakika 42 na asubuhi tukiwa safarini kuelekea kwenye yowe yowe ambayo ilitokea ya wizi wa ng'ombe katika kijiji cha Nyankanga kata ya Nyankanga wilaya ya Butiama mkoa wa Mara. Wakati tunaendelea na safari, tulikuwa tunatumia chombo cha usafiri wa pikipiki. Mara ghafla tairi ya pikipiki ikapasuka ya mbele Tairi ya pikipiki ilipo pasuka ya mbele ndio ilipelekea ajali hiyo kutokea. Kwenye pikipiki hiyo tulikuwa watu watatu, tulipata majeraha, ni majeraha makubwa japo hakuna mtu aliyeweza kuvunjika, lakini ni makubwa. Mpaka sasa bado tuko tunauguza majeraha, mengine ni ambayo yanaonekana, mengine hayaonekani kwa sababu ya mavazi niliyovaa. Sasa baada ya tukio ajali hiyo kutokea, sisi tuliopata ajali hatukuweza kuendelea na safari, tulipelekwa hospitalini, tulipelekwa katika hospitali ya Kirumi kwa ajili ya matibabu, baadaye tukaruhusiwa kurudi nyumbani. Lakini wale walioendelea na safari ya kwenda kwenye yowe, hakutokea haku na mafanikio yoyote yale ya kuweza kuwarudisha wale ng'ombe lakini badala yake ilipatikana ng'ombe mmoja ambayo ilisemekana kwamba ili yule ng'ombe hakuwa halali ya yule bwana aliyepatikana naye, kwa sababu hakuwa na vielelezo kamili, na ng'ombe yule ni miongoni mwa ng'ombe ambazo zimepotea kwenye mji ule ambao tukio la wizi limetokea. Sasa basi, cha kushangaza baada ya hiyo ng'ombe kupatikana, mtuhumiwa aliyekuwa anatuhumiwa kwa tukio hilo anaitwa Mwita Eterego, ambaye pia ana mahusiano ya karibu sana na familia ile jua ng'ombe. Baadaye, baada ya huyo ng'ombe kupatikana, alipelekwa hadi kituo cha polisi Mmazani, lakini kilichoendelea kule kituo cha polisi Mmazani hatujui nini kimeendelea mpaka yule mtetelegwa akaachiwa, yuko huru na ng'ombe haijulikani iko wapi sasa. Basi wito wangu kwa serikali, pindi matukio haya yanapotokea, tunaomba ushirikiano mkubwa wa serikali, hususani polisi. Lakini tunapokuwa tumepata watu wahalifu, tunapowakabidhi polisi haichukui muda mrefu wale watu tunawakuta wako mtaani. Sasa hatujui sababu ni nini, na inasaba, inaonekana polisi inasababisha wizi wa mifugo kushamiri katika kata ya Nyankanga wilaya ya Butiama hususani vijiji viwili hivi vya Nyankanga na Nyabange. Kwa hiyo basi tunaomba serikali mara inapokuwa imepata taarifa za namna hii itusaidie, sio serikali kuendelea kutudumiza tena. Kwa muonekano na picha hii iliyopo sasa, inaonekana serikali ndio inasababisha wizi unaendelea kushamiri katika vijiji hivi viwili na Sikata Nyakanga. Hainaingia akilini kwa mtu anapatikana na ng'ombe ambayo haina vielelezo vyovyote vili halafu mwisho wa siku hazipiti siku mbili, unamkuta yuko mtaani anafanya kazi zake kama kawaida. Kwa hiyo mimi nilichokuwa naomba serikali, mara tu tunapokuwa tumewafikishia taarifa za namna hii, wazichukulie yaani uzito mkubwa mno, kwamba zina maana gani maana taarifa hizi kwa mfano yoo hizi zinasababisha watu tunapata ajali mara kwa mara, na hatuna msaada wowote. Tunapopata ajali, tunabaki kujihudumia sisi wenyewe, kulingana na hali halisi ya uchumi tulionao mdogo hivyo. Kwa hiyo wale watu wanapokuwa wamefikishwa kwenye vyombo vya sheria, tunaomba sheria izingatie haya na kuchunguza mambo haya kwa umakini, maana wao wow, ndio wanasababisha watu tunaumia. Si mara ya kwanza leo. Katika kumbukumbu -kumbu zangu, nadhani hii ni ajali ya tatu kwenye matukio ya wizi wa ng'ombe. Watu wanapokwenda yowe, watu wanapata ajali, wengine mpaka imepelekea wamekuwa virema kabisa, na hadi wengine kupoteza maisha. Wakati huo serikali inaliangalia hili jambo lina kama ni mzaha mzaha, na inapofikia wakati mtu amekamatwa na ng'ombe kwamba ameiba, wananchi wakienda kuwa, serikali inakataa. Inapokataa, je, hawa waliopata ajali wameumia, wamekuwa vilema hadi kupoteza maisha, wao wanafaidika vipi? Wananufaika vipi na mambo haya? Kwa hiyo mimi nilichokuwa naomba serikali wewe inachukulia uzito wa hali ya juu mambo haya ya wizi wa ng'ombe e, siyaone tu kwa kuyapuuzapuuza puuza. Hasa hususan kata yetu hii ya Nyanyankanga, huu wizi umeshamiri sana. Wapo watu wapo wanajifanya ni wa, wachuuzi wa ng'ombe wachinjaji, lakini ndio tatizo kubwa sana, hasa huyu mwiteterego ni tatizo kubwa kubwa tulikuwa so, tunapishana uh, yi na basi zitokazo eh, silali basi ya batiko pamoja na Kisire. Mara baada ya kupishana nao nazo zile gari, ndio hiyo ajali ikatokea. Baada ya, basi kuwa, eh, kuwa pita nyinyi, piloku, baada ya kupishana na magari yale tukayapa mgongo sisi, tukaendelea na safari kama mita mia tatu mia nne hivi tukiwa tumeshaachana na magari yale ndio ajali ikatokea eh na ajali Umetokea sehemu gani? Hasa sehemu yenyewe, ajali imetokea, ajali tukiwa kwenye barabara iendayo Sirari, tulikuwa tunaelekea wilaya ya Rorya, ndiko yo iku inaelekea. Kuna daraja moja inaitwa daraja sita kabla ya kituo cha uwekezaji cha Nyihita kwa nyuma yake hapo kuna kimteremko hivi, ndio ajali ilipotokea tulielekea mwelekeo huo kwa maelekezo mba, kwamba kabla ya wizi ule kufanyika, huyu bwana naye mtaja mwiteterego ilikuwa siku ya Ijumaa, majira ya saa kumi na moja jioni. Alibagua ng'ombe watatu nyumbani kwake, anawapeleka sehemu moja inaitwa Kibui, ndiko anakofanyia kazi ya uchinjaji, anabucha, maana huku nyankanga walishamfukuza. Sasa katika kusafirisha wale ng'ombe aliobagua watatu, kwenye safari ikaonekana na ng'ombe wanane badala ya watatu na sababu ya msingi iliyosababisha tuelekee kule ni maelekezo ya aina ya ng'ombe aliyokuwa nao. Miongoni mwa ng'ombe aliyokuwa nao kulikuwemo na dume ya ng'ombe jeupe alina mapembe kubwa na ni miongoni mwa ng'ombe zilizoibiwa. Kwa hiyo ndio sababu ya msingi iliyosababisha kuelekea huko. Na andiko tulikopatia ng'ombe hiyo mwingine ambaye hakuwa na vielelezo vyovyote vile. Mmm. Sawa. So, sasa nadhani tutaivumiza. Eh, zilivyokuwa hakuna hakuna ya ziada mm, kwa sababu kila kitu tayari umesha kuzungumza, lakini sema imekuwa wito wako kwa serikali kuhusiana na yeah, jambo hilo uwezi yeah, yeah, wa yeah, changamoto ambazo zinapatikana kuhusiana na hayo mambo hivyo sidhani, si kama kuna kunajia tena akamezea au kuzungumza. Sidhani kama nina jambo tofauti na hilo. Basi kama ni eh, hivyo mimi nadhani gali kwamba hundo mwisho uh...